Sisi kama kampuni ni jukumu letu pia kuhakikisha kwamba tunasaidia wachimbaji wadogo wa, kwa sababu katika maeneo yetu ambayo tunafanya kazi tumezungukwa na wachimbaji wadogo wa. Kwa hiyo tumeona ni vyema tukawasaidia wachimbaji wadogo wa, na kwa kwanza tumeanza na maswala ya usalama. Kwa hiyo leo tunafanya mafunzo ya masuala ya usalama mahali pa kazi, ambapo tumeshirikiana sisi kampuni ya GGML, pamoja na watu wa OSHA lakini pia Eh, ofisi ya, ya, ya, ya madini mkoa wa Geita na wadau wengine kwa ajili ya kuwawezesha eh, wachimbaji wadogo hususan wanawake kwenye maswala mazima ya uchimbaji na hususan maswala ya usalama mahali pa kazi. Vile vile kama kampuni leo hii pia tutatoa vifaa vya kujikinga mahala pa kazi tunaita PPE kwa wanawake wote wa Geoma ambao tunatoa zaidi ya PPE kwa watu hamsini wa ambao tunatoa full package ambao tunaanzia safety boot, tunatoa reflectors, tunatoa miwani, tunatoa kofia ngumu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia katika shughuli zao za uchimbaji. Yeah, sehemu za uchimbaji madini wachimbaji wadogo wadogo, kuna wageni wanakuja kutoka mikoa mingine au nchi nyingine, lakini pia kuna wahamiaji wanaweza wakawa wanaingia huko lakini ni maeneo ambayo kuna vijana wa rika mbalimbali mbali, kuna kina mama, kuna mwingiliano wa watu wengi, kwa hiyo zile behavior au tabia hatarishi ni rahisi kuwepo. Kwa hiyo ndiyo maana tunasema, lakini wakati mwingine vifaa kama vya kujikinga kama condom na elimu mbalimbali wakati mwingine zinakosekana. Kwa hiyo ndiyo maana nikatumia hilo neno. Kwa hiyo, ni maeneo ambayo yana high risk behavior. Na kama mnavyofahamu maeneo haya pia kuna wavuvi wa samaki wengine ni vijana wengine, wanakaa muda mrefu huko kwenye maeneo yao ya kazi kama ya wachimbaji bila kuwa na wenzi wao, kwa hiyo hiyo inaweza ikapelekea, lakini pale nimetaja ukimwi na TB. TB pia iko prone kwenye maeneo ya uchimbaji kwa sababu ya vumbi lile ambalo linaweza likaongeza lika, lika kusambaa kwa kifua kikuu katika dunia. Sekta ya madini na uchimbaji ni moja ya sekta ambayo ina vihatarishi vingi na zenye athari kubwa katika afya endapo kanuni za usalama na afya mahali pa kazi hazitazingatiwa. Kwa hiyo tunawashauri waweze kuzingatia sheria na kanuni za usalama na afya mahali pa kazi, ili kwamba waweze kufanya kazi kazi katika mazingira salama na waweze kuwa na afya njema, na sio kwamba wapate wafanye kazi ambazo zitaweza kusababishia ulemavu pamoja na vifo na athari nyingine za kiafya na kusababisha uwekezaji wao kukosa tija. Sisi kwa ujumla tuko wanachama mia mbili themanini tuko katika matawi mbalimbali hapa mbali Geita, tupo hapa Geita mjini, tupo Mbusu, Nyarubusu, Lomgasa, Nyarubusu, Nzela pamoja na Chato. Kwa katika shughuli zetu za uchimbaji tulikuwa tunapata shida na changamoto sana, kutokana na kwamba tulikuwa na uhaba wa vifaa vya kutufanyia kazi. Tunashukuru sana jiji kuletea vifaa ambavyo ni safety boot, reflector, miwani, gloves pamoja na kofia ngumu kwa ajili ya kutulinda sisi kiafya, kwa sababu kabla ya kupata hivyo vifaa tulikuwa tunapata changamoto nyingi sana, kwa sababu tunakanyaga matope, kule kuna wadudu ambao walikuwa wanatusumbua. Kemikali pia tulikuwa tunatumia kule, zilikuwa zinatupa shida. Kutokana na hivi vifaa walivyotupa, vitatusababishia sisi kulinda afya zetu na kutusababishia tuingie katika sekta ya uchimbaji tukiwa salama na kutoka tukiwa salama kabisa.